Tumekuwa na uzinduzi wa michezo ya Mei Mosi ambayo inafanyika kitaifa hapa mkoani Singida. Wizara yetu kama ilivyo kawaida yake haikubaki nyuma, tumeshiriki vizuri katika mashindano ya michezo ya Mei Mosi kuelekea kilele cha siku ya wafanyakazi kimataifa ambayo huwa inafanyika tarehe moja mwezi wa tano. Sisi kama Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi tunatambua na tunaheshimu maelekezo ya serikali katika kuhakikisha watumishi wanaendelea kutoa huduma kwa wananchi, lakini pia afya zao na afya ya akili kwa ujumla zinaendelea kuimarika. Hivyo wizara imekuwa na mipango mizuri mbalimbali mbali ya kuhakikisha watumishi wanashiriki michezo katika namna zozote ambavyo serikali itaelekeza, lakini pia tunajitahidi kuwa na mazoezi ya kila wiki, lakini kuwa na timu nzuri kubwa ambayo itaendelea kuiwakilisha wizara kwenye michezo na mashindano mbalimbali. Watumishi wetu wamejitoa, tunao watumishi wengi ambao wanapenda michezo, wana ari ya michezo na wanashiriki vizuri, hivyo ni ahidi tu kwamba tutaendelea kuwa na ushirikiano sisi kama viongozi, katibu mkuu wetu na viongozi wote wa wizara, mheshimiwa waziri, naibu waziri, naibu katibu mkuu, wote kwa pamoja wanapenda michezo na wanashirikiana na wanamichezo. Kwa hiyo timu yetu inapata ushirikiano wa kutosha kutoka katika ngazi za juu, ngazi za kati na hata watumishi wengine ni wasihi waajiri wengine pia kuona umuhimu na kuendelea kuwasaidia na kuhamasisha watumishi wetu kufanya kazi kwa bidii, kushiriki michezo, kwa sababu ina faida katika kazi pia. Wanaporejea kazini, tunatarajia watakuwa na akili zilizochangamka zaidi, na hivyo hata matokeo kwenye kazi yanaweza kuwa na tija nzuri zaidi.